Zumaridi, kwa kufuru anazoendelea anazo siku hata siku nataka nikujulishe, hili ni chukizo la uharibifu limesimama, linasimama mahali patakatifu. Asomae na afahamu. Ebu sikiliza moja kufuru ambazo maandiko shigane ya kufuru hizi ambazo zinaendelea, alafu nienda nikakusomee maandiko nikuchambulie, nikuonyeshe ni kwa kiasi gani Zumaridi ni sehemu kubwa sana ya hilo chukizo inaloenda kusimama duniani. Kwa nini mwanamke kama huyu awe na kufuru za kiwango kama hiki? Mamlaka ziwe paralyzed? Kazi ya sheria na mamlaka ni kutiisha ubaya, ni kusimamia namna yoyote ambayo mtu anaharibu ana, ana, ana tafsiri ya ubinadamu. Sasa hebu Sikia, sikia hizi kufuru za Zumaridi hapa alafu nikusomee maandiko uone ni kwa nini mamlaka ziko paralyzed. Nasema hatuingilii imani ya watu, ila zikimuona mtu mwema, mtu anayepinga mabaya, huyo ndio zinamwingilia zina, zina sana. Unachanganya dini na siasa, waacha kila mtu anavyotaka, aishi anavyotaka Amen. Apewe sifa baba yetu Amen. Apewe sifa apewesifatawala wa dunia hii bila shaka ila kuojwa nama maliom basi, nakwenda kumkabizi baba yetu kama alivyoagiza funguo za madabaa ba, mtakatifu ambayo imeshuka katika ufalme, na leo hii baba anakwenda kuizindua kama alivyoagiza yeye. Basi sina lapongea, japokuwa na mkabizi funguo funguo jino ili hivi hapa, kama mnavyovyona dunia nzima jeseti funguo za baba mtakatifu, ile shujaa kutoka katika ufalme wa Mungu. Amen. Apewe sifa tawara. Haleluya, baba yangu tawala dunia na kukabidhi funguo hizi. Amen na amini, funguo zako mwenyewe. Amen, amina baba, amina. za mbinguni miongoni mwa yaliyomo moyoni mwa Mungu. Leo sasa ajanakusomea katika kitabu cha Mathayo sura ya 24, Mathayo sura ya 24, alafu nakusomea na, na, na, na Daniel. Sasa nikujulisha ni kwa kiasi gani Zumaridi ni sehemu ni sehemu inayojulikana kwenye mamlaka inayoenda kusimamisha chukizo la uharibifu katika kila nchi, zimeweka watoa wa kujaribu kuijaribu nchi husika, wana nchi husika iko silent, wanajua hapa tumeseti, huko tumeseti, huko tumeseti na nyie ambayo mnasemaga haya yalitabiriwa, wala usipambane nayo Umalizie sasa, kilichotabiriwa, ilipotabiriwa hawa kutokea, ilitabiriwa kuwepo watu watakaokuwa wakipiga kelele kuwaamsha watu, kuoanisha matukio kama haya, akina Zumaridi na wengine wengi, kuyaoanisha na kichwa andiko kwenye Bibilia ili kuwafanya watu wa Mungu wawe wawekea, sasa waone, wasimame, wa wawe tayari wa, wa, wawe waaminifu katika wakati huo mfupi Sikia katika kitabu cha Mathayo 24 mstari wa 15 na shabashi hapo, mtakapoliona chukizo la uharibifu lile lililonenwa na, na nabii Danieli limesimama katika patakatifu asomae na afahamu, asomae na afahamu. Nitakusomea leo staili mbalimbali ya chukizo la uharibifu kifupi, ujue haitasimama tu kwenye nchi moja, litakuwa na vibaraka wake, yani kutakuwa na watu mtu, mamlaka fulani inasimamisha au mtu fulani anasimamisha jambo fulani lenye kuudhi lenye kuudhi, yani mnaudhika kwa namna zote, lakini lile lile jambo li, lina sustain lina shamiri, unaliona lina linajieneza kama mwe, mwelezi wa Lebanon, yani lipo lipo, inaonekana kama sukuma sukuma, lakini nani ana finance upumbavu chukizo hili? Nani ana finance, kwa sababu ilikuwa hata mtu yoyote akitoa sadaka hapo akamatwe, akamatwe kwa kufinance ku, ku, ku, ku kufadhili kufadhili kitu kinachoharibu binadamu wa binadamu umana wa binadamu alitakiwa akamatwe, mtu yoyote ambaye hata anayetoa sana. Lakini saa hivi unaona ni wanaume ni vijana tu wa kiume, wakati mwingine ukiangalia na ndevu anazo una, utazumu hivi unazumu hivi, ni mapepo haya, ni mapepo, ni watu naona ni watu, ni watu. Siku za karibuni hapa ntaenda Mwanza, ntataka hata ikiwezekana kama itaka nitakuwa na nguvu za kutosha, unapita ukutana baadhi hata watu ni binadamu, kwa sababu swala ni ufunuo, ni kilo amna una, ukiwangalia hawa wanafahamu kabisa mchezo unaochezwa, lakini mwanadamu amekuwa amelipwa shilingi ngapi akataye ubinadamu wake? Ee kweli, ni siku za mwisho zilitabiriwa, si hivo wanadamu mali dunia na kuishi hapa duniani kuna maana gani? Kuna maana kiasi gani? kia ulipo shingapi, uwe shabiki wa haya anayofanya, siuzo wa haya wanayofanya manabii? Napata shingapi? vijana vijana, vijana wako mtaani mwana wanafanya vituko vya kila aina kusema tu kama tu wachawi wanaweka kaboni, wanasema kuna kitu kilizikwa kwenye nyumba ya mtu. Ni vijana mnaokuwa wanne watano sita, mna uchezo huo mchezo, ivya manabii vya wako wanaodanganya tu kwamba nimevuna gunia nyingi kwa sababu nime, nime, nime uliniombea. Wakati kuna watu wanavuna magunia na magunia kwa kufuata kanuni na akili za kawaida, wanavuna zaidi ya mara kumi yanayesema wameombewa, lakini sisi hapa anyway, na shutumu ambao mnakuwa sehemu ya hiyo janja janja, nyie mnaoshika kwa sauti kwenda kuuliza mtumee tumee, kuna kitu kimefanyika huku hivi. Utu wenu, maisha yenu, mana mefikaje? Mbona mi ndo maana kutaka nyoka, mbwa, kenge? Kwa sababu lakini kabisa, hiyo sio ya binadamu ngoja nisome sasa, pengine usalama ni kwa sababu, hey, system za nchi ni e zimetokana na nguvu inayokuwa imewapa ime, ime, ime, ime, ime nguvu nyini, basi mnahisi mkosoae. Hebu iogope nafsi yako, iogope roho yako. Roho yako ina alamu inagonga, inakwambia kuna maisha yenye thamani yenye nguvu kupita mamlaka askari, polisi, mahakama, waziri, raisi, kunyamazia kufuru tunazofanya ku, hebu ona kuna maisha zaidi ya mamlaka. Kuwa kabili wanaokabili machafu kwenye jamii, jua kuna maisha wanadamu. Tusome kwa Danieli huko yaliandikwaje? tusome kwa Danieli aliandikwaje? Danieli tuanzie tisa, yaliandikwaje? Aliyetabirije? yali, yali, yali, yali, yali, Danieli huku alitabirije? nisome tu mistari michache, nisome ilipotokea. Naye atafanya agano thabiti na watu wengi kwa muda wa juma moja, na kwa nusu ya juma hiyo ataikomesha sadaka na dhabihu, na mahali pake litasimama chukizo la uharibifu na hivyo hata ukomo wa ghadhabu iliyokusudiwa imemwagwa juu yake mwenye kuharibu. Chukizo sisomi huko nyuma, kulikuwa ni nini nini nini likasimama chukizo la uharibifu. Na vile nataka tu ulione Danieli alivyokuwa amelisema, alafu nikuchambulie jambo fulani hapa, nikuchambulie jambo fulani katika Danieli 11 mstari wa 31, anasema na wenye silaha watasimama upande wake nao watapatia unajisi mahali pa takatifu, ndiyo ngome, nao wataiondoa sadaka ya kuteketezwa kila siku, nao watalisimamisha chukizo la uharibifu. Wenye silaha watasimama upande wake, washii. Usiona ajabu? Kwa mfano mimi hapa nikisha msema Zumaridi kwa sura kama hii, nikaundia zengwe na aina yoyote, nikapita kokote, kwa sababu madhara yote yaliyonikuta mimi yamenikuta kwa sababu ya kupinda kufuru kama hizi. Zumaridi huyo ambaye anavaa pedi huyu naye mwenyewe ameshajisema navaa pedi, huyu huyu akaitwa baba na watu wenye ndevu ambao wamenyoa mpaka na mabenga wamechana na, wame na nywele akaitwa baba, baba na mwingine akiitwa baba, na ile ambayo imekaa kimisukulesukule, ile ambayo ilikuwa inapigana Armagedoni ile ile, unasema lakini, kuna vijana kabisa unaona, kama wamechana au unaona kabisa kabisa, wenye silaha, mamlaka za nchi lazima zina backup mambo kama otherwise, hii ni jinai, huu ni uhalifu. Hata kina Trump kuanasema jinsia zitakuwa mbili tu, mwanamke mwa ataitwa mwanamke, mwanaume ataitwa mwanaume, kwa sawa na maumbile yalivyo. Sasa mpaka kina Trump waje watutamkie akina Trump waje tutamkie kwamba Zumaridi huyo ni mwana ni mwanamke, aitwe mama asiitwe baba, isifanyike makufuru kwa kiwango kama hicho. Sasa wenye silaha kwa vyo vyote vile, wako upande wake, wako upande wake. Akina sisi tukijaribu kusema haya, basi unasukumiwa kale, umesambaa taarifa za uongo pale, iko unatafutiwa kile utafutiwa kile ume, ume emchoche a jamii. Hata nie mnaofahamu kwamba eh, yalitabiriwa ya yaache, iliandikwa kipindi, ametabiriwa na mtu kama mimi, pia nilitabiriwa nitakuwa nafanya nini, kway usomee msada wa tab na kuendelea. Na wao wafanyao maovu juu ya hiyo agano, atawapotosha kwa, kwa maneno ya kujipendekeza, lakini watu wamjuao Mungu wao watakuwa hodari na kutenda mambo makuu. Na hawa walio wenye hekima katika watu watafundisha wengi, hata hivyo wataanguka kwa upanga na kwa moto na kwa kufungwa na kwa kutekwa nyara siku nyingi. Basi watakapoanguka watasaidiwa kwa msaada kidogo, lakini wengi wataambatana hao kwa maneno ya kujipendekeza, na baadhi ya hao wenye hekima wataanguka, ili kuwatakasa na kuwasafisha mwisho kwa takasa hata wakati wa mwisho, kwa maana ni kwa wakati ulioamuliwa ambao haujaji. Pointi kubwa nitaka ujue hapa, na hao wenye hekima watafundisha wengi, watakuwa hodari, watafundisha wengi. Kwa hiyo huu ndio wakati ambao baadhi yetu tunachangamkia sana, ili kuhakikisha kuna watu tunaamsha kwamba kuna kitu kiliandikwa, chukizo la uharibifu. Kwa nini nimesema ni m... Zumaridi ni moja ya hilo chukizo la uharibifu, ni moja ya waandaaji wakubwa wa, wa, wa chukizo la uharibifu. Ni litoe usiliweke katika roho. Chukizo ni tukio, ni mtu, ni watu wenye kufanya kitu chenye kuudhi, na wafanye chochote, watu wanaoweza kupindua maana ya binadamu, yani mtu anajiita vyovyote mi ni mwanaume, niiteni mama. Ndio hii ime, imepewa kulawiti ufilaji badala ya uitwa ufilaji, badala uitwa ulawiti imeitwa shoga. Na ukumbuke shoga kwa lugha ya Kiswahili kuanzia ni akina dada walioivana sana, ndio walikuwa naitwa mashoga. mwisho wa siku ili kuiblandi kitu yani, wakati naudhi kumfila mwanaume kumfila mwanamke, wakati naudhi mchukizo. Kuna wanawake kwa kipande sehemu kubwa, wanatembea na vitambaa wameweka kwenye madhi hapa, sehemu ya haja kubwa, wameweka kwenye madhi, madhi anatoka ya peke yake. Wako wanaume wanavaa pampas, wana madhi anatoka ya peke yake, wakati ni kitu chenye kukera chenye kuudhi, na baadhi ya wanawake wanashindo kumwacha mwanaume kama huyo, eti mtapoteza watoto, ila mfanye kitu cha kisodoma kiasi hicho? Sababu sehemu kubwa ya wanawake memsikiliza, kakodo juzi sema a, kwa pale Dar es Salaam kwa, kwa namna anavyoendewa alivyokuwa akiendewa na wanawake alisema ni asilimia zaidi ya sabini na tano kwa, kwa uelewa kwa, kwa namna anavyohisi ni kama wote wameshaingiliwa huku nyuma, na wengi wao wakati wa kujifungua huwa mavya anatoka huku huko wazi. Na kuna wanawake eti uwezi ukamwacha mwanaume huyo anayekufanyisha usodoma wa aina hiyo. Dhambi siku zote jua, dhambi ni kitu ambacho kitaleta madhara kwenye maisha yako, hata kama wakati wakifanya kinaleta starehe. Mhubiri kazi yake ni kukemea vitu kama hivi. Sasa ufiraji, ulawiti umepewa jina ni ushoga, yani huyu ni mwanamke ni, ni anayependeza sana ambaye anapendana naye sana. Hayo ndio machukizo ya uharibifu, yaani chukizo ya uharibifu ni matukio yenye kuudhi, ni watu watakuwa wakifanya mambo yenye kuudhi, halafu hakuna wa kuwafanya chochote ila itakayekuwa akipiga kelele kwa majamani, hii sio sawa, hii hapana, huyo ndiye, wenye silaha watakuwa upande wake na kusema tunakula na wewe, saa moja tutahakikisha unapata tabu. Kuna watoto tunauwa na hakuna cha kutufanya, na mtoto wa pekee tunauwa, hakuna cha kutufanya e, nini una una uta una, una, un, un, tutakufunga un, tuta, tutakutesa kwa nini unagusa yani, sisi wakati tunaona hii ni kawaida. pokea dunia ndio ilipofika, nahakikishia dunia haifiki hapo, haipo hapo. Walitabiriwa hawa wenye silaha, mnaosimama nyuma yao mlitabiriwa. Watu kama mimi pia tulitabiriwa, tulitabiriwa. Ndo maana nadhani na mimi nanyie pia, kuna namna mnashangaa, sama jamaa, tumemfinya huyu, huu jamaa tumemfinya, dunia yote hakuna anayesimama upande wake waziwazi, tumemfinya. Lakini jamaa ana nini huyu? Niitabiriwa pia, niitabiriwa. Moja ya machukizo ya uharibifu iliyojaribu kusimama na inaendelea kusimama ni kile ambacho uliona kiliitwa korona. Kile kilichoitwa korona kililenga sana sana watu waondoke kanisani, hata kama kanisani kwenyewe ni, ni huku kwa kwa kugusagusa, lakini walikuwa wanafahamu katika makanisa mengi ambayo asilimia 99 ni vituko, hayana chochote lakini, walikuwa wanajua pana na kanisa moja mawili ambayo yana uwezo kutengeneza jamii yenye kupinga dhuluma, kupinga ubaya, kupinga machukizo kwa sauti inayokera inayo dunia na ndio maana kile kikorona kwa sehemu kubwa kililenga kuya kuzuia najaribu tu kuifanya kama inazuia kidogo kwa muda, lakini ikaendelea, masoko yangeendelea, siku zinaendelea, ila sehemu kubwa ambapo ilikuwa inaonekana ili e, ugonjwa unaweza ukaenea sana kanisa, na sio lilenga makanisa yote. Kuna waliokuwa nalengwa upatiwe uhalali wa uwao kupitia pale, wapotezwe kupitia pale, kwa sababu kuna watu tuliliwahi tuliliwahi li korona tuliliwahi, kila lilipotaka lianza hatua fulani, tukaliwahi. Sasa usikie kilichokuwa kimeandikwa kuhusiana na hilo hilo likorona, kilichokuwa kilichokuwa kimeandikwa katika kuna tatu na kilichofanyika kilichokuwa kuandikwa na kilichofanyika wakati waliaikorona, hapo hata dini amba, ambazo akina Kakoba, ambazo zilionekana ni dini zilizonyooka kwenye kitisho cha ikorona, kwanza ilivyokuwa na mikerere, lakini ndi ilivyokuwa hatari kusimama kinyume cha chukizo hiyo. So, su ugonjwa leo utokee ugonjwa uwe na nguvu kuliko nguvu ya Mungu jina la Yesu ambayo mara kadhaa tumejitangaza kwamba linaponya kansa linaponya ukimwi linaponya kisukari, leo hii kitokee kihoma kiwe na nguvu mpaka wote tuchanjwe mpaka wote tutoke kanisani. Usome katika hii Ufunuo, Ufunuo 13 mstari wa 16.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 na akili na hesabu hesabu ya mnyama huyo maana ni hesabu ya kibinadamu na hesabu yake 666 bila shaka uliona wakati wa hiki kilichoitwa corona kilikuja na mashaitia bila chanjo kwenye mkono wako siokundu siwa, siwa kushoto vyovyote kwa sababu iliandikwa wenye akili watafahamu hakutakuwa na kusafiri hakutakuwa na nini haya mpaka leo hii wengi hatujachanjwa. mimi mimi mimi, mpaka leo nasimama, nasimama. Mimi nilihamasisha watu wasichanjwe kwa sababu ilikuwa ni hatari, na sehemu kubwa ya waliochanjwa ndio hii eh, ndio msingilie mwanza, watu usishama mabaya eh, ya mtu kila mtu aishi anavyotaka. Ukitaka kuishi unavyotaka Kakae jifiche, usiweke wazi mambo yako, ukiweke mitandaoni, ukataka sisi tuige ya kwako, na sisi tuna haki yaku, ya kuyapinga na kuambia watu wetu kwamba haya mambo ni hatari, haya mambo ni mabaya. Nataka uishi unavyotaka, ka uishi unavyotaka chumbani kwako, ndani huko, ndo mtamalizana na Mungu achunguzae mambo ya siri. Nje hapa tutakupinga, tutakupinga. Ulichanjwa hivyo ulivyo, ni matokeo ya huko kuchanjwa lakini ilikuwekwa tumaini ya ubinadamu. Kwa nini kitu kije na masharti? Kwa nini kitu kije na masharti ya kufanya watu waamini tu ndio kilicho na nguvu, na watu mkakisujudia? Kwa sababu ilikuwa hakuna kusafiri usaini wengine, ilikuwa naambiwa, naambia hautafanya ha ha ha kazi, hautaajiriwa ha e, ha ha utapoteza kazi. Hapa, nipo penye akili na hekima, mwenye akili atafahamu, na kwa hey, Mungu hayuko hey, hey, hey. hey. Tazama zumaridi ni maudia, ya moja ya chukizo la uharibifu moja ya nyenzo za machukizo ya uharibifu ambao linaposimama litasimama na kufuru hivi